Baada ya mikondo mitatu ya hatua ya makundi, Dakar, Rabat na Kigali, hapa Pretoria hatimaye bingwa mpya wa Ligi mpira wa vikapu Afrika BAL ampatikana Al Ahli Tripoli nchini Libya, ikiwa timu ya kwanza kutoka nchini humo kushinda ubingwa huo katika ushiriki wake kwa mara ya kwanza kabisa baada ya kuilaza timu kutoka nchini Angola Petro de Luanda alama 88 kwa 67 uwanjani hapa Sunbet Arena kwa kuzidi kwa, kwa zaidi ya rebounds, 54.

Kando na kuzawidiwa taji na pete kwa kila mchezaji wa Al Ahli Tripoli, kocha wa timu ya Tripoli Fouad Abu Shakra ametajwa kuwa kocha bora wa msimu, wakati mchezaji JJ Bwasi kutoka Senegal akitajwa kuwa mchezaji bora wa msimu.

Ligi ya mpira wa vikapu Afrika msimu wa sita utaendelea mwaka ujao. Jason Sagini kutoka Pretoria, Afrika Kusini. Thank you for level. Yaani, asante kwa kutazama.